na wanaofanya kazi ya kusaidia kuwapandisha wageni mlima Kilimanjaro wamelalamikia malipo duni wanayolipwa licha ya kazi hiyo kuwaingizia waajiri wao fedha nyingi. Kufuatia malalamiko hayo, mgombea ubunge wa jimbo la Moshi Mjini, Davis Mosha, ameahidi kulipatia ufumbuzi suala hilo, kuhakikisha maslahi ya vijana hao yanaboreshwa. Tupate taarifa zaidi na Eid Wesu akiwa viwanja vya mtaa wa sokoni katika kata ya Bomambuzi hapa Moshi. Mgombea ubunge wa jimbo hili kwa tiketi chama cha Mapinduzi, Davis Mosha ameendelea kunadi sera zake ambapo amewahakikishia vijana hao kushughulikia maslahi yao ambayo kwa muda mrefu wamekuwa wakipunjwa ujira wao licha ya kuchangia kwa kiasi kikubwa mapato yatokanayo na shughuli za utalii hapa Moshi. Najua wamekuwa wanazununiwa sana na mimi, kwa sababu ni mtetezi wao, najua wanalipwa ujira mdogo, wanalipwa shilingi elfu saba lakini nitahakikisha wanalipwa kiwango kutokana na dola zinazolipwa na wale wanaowakanisha katika milima ile. Mimi ndio kijana ambaye nifanya biashara na elewa mjisisiani, nitakaa kuwatetea ili waweze kupata maslahi yao kutokana na kazi wanazofanya. Aidha, kwa vijana wanaojishughulisha na ufyatuaji matofali Moshi, ameahidi kuwapatia mashine za kisasa za kufanyia kazi hiyo pamoja na kuboresha hali ya ulinzi katika jimbo la Moshi Mjini kwa kutoa gari kwa kila kata ili kuimarisha ulinzi itahakikisha kila kata tunapata gari kwa ajili ya ulinzi jamii, wala sio pikipiki. Unajua katika jamii ulinzi shirikishi, tunahitaji tuweze kuwa na usafiri wa haraka, hata pale inapotokea tatizo, ili tuweze kujisaidia katika kata zetu. <laughs> Katibu wa CCM mkoa wa Kilimanjaro, Deogratius Ruta, akiwa nadi wagombea wake, amesema wanamoshi wanapaswa kupima hoja za maendeleo yaliyofanywa na serikali ya CCM na kuachana na propaganda zinazoenezwa na wapinzani kuwa hakuna kilichofanyika. Raisi Jakaya Mrisho Kikwete ni raisi wa mwisho kuongoza Tanzania ikiwa masikini. Kwa nini? Ameacha mtandao mzuri wa uchumi, barabara imeingia Nami unasikia gari limepata moto tunapaa. Kwa nini? Kutoka hapa Moshi mkoa ni Kilimanjaro, Idi Wesu, Azam News.